Lakini nataka tutofautishe mambo mawili. Anaposema alifanyia kuwa mwenye dhambi yeye asiyekuwa yes, na dhambi wewe mwenye haki, ili mimi na wewe tuhesabiwe kuwa mwenye haki, haimaanishi kwamba tutumie hii neema ya wokovu bure, kwamba tuanze kufungua zipo ovyo na kufanya uasherati na uzinzi. Hapana, tuanze kuishi maisha ya anyhow. Hapana, hajamaanisha hiyo. Kumbuka, kuna dhambi ya kiroho ambayo ya kutomwamini Yesu Kristo kwamba ni Bwana mkozi wa maisha yetu na kuna dhambi ya matendo ya mwili au ni uovu au ni machukizo machoni kwa Bwana. Ukisoma Wagalatia, Wagalatia sura ya tano Wagalatia sura ya tano mstari wa 19 na 20, utaona pale Wagalatia sura ya tano, mstari wa 19 na 21 anazungumza matendo ya mwili ambayo ni chukizo mbele za Mungu: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi. Mtu ambaye ni mchunganishi, mtu ambaye ana wivu, mtu ambaye ni mgomvi, dhambi yake ni sawa sawa na mtu ambaye amefanya uasherati, maana hakuna dhambi kubwa na kuna dhambi ndogo. Unaweza kumnyoshea kwa mtu kwamba yule mtu pale ni mzinzi au yule pale ni mwongo, kumbe wewe ni mchonganishi, kuna husuda ndani yako, kuna faraka, ni mfarakanishi wewe, ni mgomvi halo. Kwa hiyo kuna dhambi ambayo ni machukizo mbele za Mungu, ni dhambi ya matendo ya mwili Mungu anayoichukia machoni pake lakini kuna neno la kututia moyo wa Galatia sura ya tano mstari wa 22 na 23. Anazungumza habari ya tunda la Roho ambao ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Mtu ambaye neema ya uokovu imefanyika makao ndani yake, yani amejazwa Roho Mtakatifu, alafu ameliruhusu neno la Kristo limbadilishe akili yake na nia yake. Mtu huyo haishi chini ya dhambi ya matendo ya mwili hamchukizi Mungu. Unajua kwa sababu gani? Neno la Kristo litabadilisha namna yako ya kutazama, namna yako ya kuongea, namna yako ya kuenenda, litakutenga mbali na watu, halitakuruhusu uchangamane na kila mtu, halitakuruhusu kila kitu wewe uongee wala kila kitu wewe ufanye, halitakuruhusu kila mahali wewe uwepo. Automatiki, utakuwa na upole, utakuwa na utu wema, utakuwa na uvumilivu, utakuwa ni mtu wa kiasi. Automatiki, lile tunda la Roho litakuwa limefanyaje, limezaliwa ndani yako, nje ya hapo kuliruhusu neno la Mungu litubadilishe akili zetu na fikra zetu. Amesema kwenye Warumi, Warumi sura ya 10 mstari wa 16, utaliona hapo Warumi 10:16. Amesema katika agano la zamani, agano la kale ambao ulikuwa unaongozwa na sheria ya Musa. Amri za Mungu zilikuwa zimeandikwa katika tablet, katika mabango, ila katika agano hili jipya, agano la Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo, sheria sio tu zile zimeandikwa katika mabango, ni sheria za kiroho, zimeandikwa sehemu mbili. Moja zimeandikwa katika akili za mwanadamu, Waibrania 10 16. Sheria ya kiroho imeandikwa katika akili za mwanadamu na zimeandikwa katika moyo wa mwanadamu. Kwa hiyo tunaenenda hivi sio kwa sababu eti imeandikwa katika Biblia, sio kwa sababu tukiangalia hivi tunamwona mpendo wa mwenzetu. Hata kama tumejifungia sehemu pekee yetu chumbani, hata kama tupo maeneo ambao watu hawajui kama tumeokoka au tujaokoka, hatupasi kuongozwa na sheria kwenye mabango, wala kuongozwa na watu wao tuzunguka watatuonaje. Tunapasa kuongozwa na sheria ya nini? Ya roho iliyoandikwa ndani ya mioyo yetu, ndani ya akili zetu. Sifanyi uzinzi kwa sababu ndani yangu kuna sheria ya roho, kuna namna Kristo amefunuliwa ndani yangu, naepukana naweka mbali na uzinzi. Sifanyi ugomvi, sifanyi uasherati, sifanyi uongo, sifanyi faraka, kwa sababu kuna sheria ya roho ndani yangu, hainiruhusu. Sio kwa sababu nimekuona wewe mpendwa naeza nikawa naishi peke yangu nikawa na discipline. Halo. ukiona mlokole anafanya mambo mema kwa sababu tu anajitahidi labda kufunga na kuomba. Akifunga na kuomba ndio anafanya mambo mema, asipofunga na kuomba anajiachia na mwili na tamaa ya macho, tamaa ya mwili. Mlokole huyu bado hajakomaa. Anahitaji kweli ya Mungu, maarifa ya Mungu yambadilishe akili yake, yambadilishe moyo wake sheria ya roho Ukiona mlokole ambaye anaangalia naye ananiona, je kuna mpendwa anayeniona, na alafu anafanya dhambi machukizo mbele za Mungu, jua mlokole huyo bado anaishi kulingana na nini? Na macho. Hatuenendi kwa kuona, tunaenenda kwa imani. Unapaswa kuongozwa na sheria ya roho ndani yako wewe, na sio mpaka usukumwe na presha ya nje ya watu. Maisha yako, hata ukiwa umejifungia huko porini, haufanyi dhambi matendo machukizo mbele za Mungu, kwa sababu kuna Kristo yuko ndani yako, sheria ya roho ndani ya moyo wako. Kuna mtu mmoja anaongea naye hapa. Jamani wapendwa, eh, usiwe mnyenyekevu kwa mume wako au kwa familia kwa sababu mchungaji amekwambia kuwa mnyenyekevu, kwa sababu kweli ya Mungu imefunuliwa ndani ya moyo wako. Kweli gani hiyo? Wewe mke umekuwa ni msaidizi, umekuwa ni mwili katika kichwa ambaye ni mume wako wewe mke umekuwa ni mtii. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba anakuwa na upendo kwa watoto na familia, anawajali, anawalinda, sio kwa sababu eti una pressure ya nje anaipata kutoka kwa wanadamu, ni kwa sababu sheria ya roho, kweli ya Mungu imefuruhiwa ndani yake. Wewe baba ni kichwa cha nini? Cha familia. Linda familia yako, itunze familia yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alipokuja kuna mambo alikuja kuyarekebisha ile tafasiri ya washerati na uzinzi katika Torati ya Musa kwamba yoyote alikuwa anafumaniwa titi fotati anafanya washerati na uzinzi, alipigwa mawe na akasabiwa kuwa ni mwenye mzinzi, mzinzi si ndio? Yesu akaja akabadilisha tafasiri ya uzinzi kwenye Mathayo sura ya tano, Mathayo sura ya tano mstari wa 27 na 28, akasema mzini na mwasherati sio yule anayekamatwa tu titi fotati hata yule ambaye anawaza ndani ya moyo wake habari mbaya uchafu amekwisha fanya uzinzi tayari. Jambo lingine ambalo Yesu Kristo alikuja kulirekebisha, alikuja kubadilisha sheria ya upendo. Agano la kale sheria ya upendo nasema mpende jirani yako, alafu asema mchukie adui yako. Agano la kale, adui yako hapaswi kukaa karibu na wewe. Yesu alivyokuja akabadilisha sheria ya upendo akasema, mpende jirani yako, mpende na nani? Na adui yako. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa jamani ya upendo. Kitu kingine ambacho Yesu Kristo alija kubadilisha utasoma pale kwenye Mathayo sura ya tano mstari wa 43 hadi 44. na Mathayo sura ya 15 mstari wa 10 hadi 15. alikuja kubadilisha mtazamo wa kitu najisi au vitu najisi. Agano la Kale makatazo ya vitu najisi yalikuwa katika kula vyakula aina fulani au vinywaji vya aina fulani vilivyokatazwa, vilikuwa ni najisi mbele za Mungu, si ndio? Jamani wapendwa, kula kutokuosha mikono ilikuwa ni najisi, umechafua mwili wa Kristo, umejichafua machoni pa Mungu. Yesu akaja katika mtazamo wake au tafasiri yake, akasema najisi siyo okay, kile kinachoingia Makasema chakula kinaingia kinywani, kinaingia tumboni na kishi kinatoka wapi? Choni. Akasema najisi ni kile kinachotoka moyoni kuja nje, sio kinachoingia mdomoni kwenda tumboni. Leo mtu anaunajisi moyo wake kwa yale anayoyatoa na kuyawaza na kuyasema na kuyatafakari ndani ya moyo wake: matusi matukano, uongo, uwasi faraka yale yani, mawazo mabaya yenye uharibifu ndani yetu. Ndio maana dhambi ya uchawi inafananishwa na dhambi ya wivu. Mtu mwenye wivu, mtu ambaye hataki kuona jambo linatokea kwa mtu mwingine ni sawasawa na mchawi ambaye hana tunguli wala mkoo. Kuua sio mpaka ushike kisu au ushike bastola au uweke sumu. Leo wengi tunauana kwa maneno ya vinywa vyetu, tunauana rohoni na tunauana mwilini. Kinywa kinazungumza mauti kwa habari yetu sisi wenyewe, na no kwa habari ya watu waliotuzunguka. Leo hali nyingi za mauti na mapooza zinazoendelea kwenye maisha ya watu yametokana na mauti iliyotoka kwenye kinywa cha mwanamke mmoja. Umu, umu. Ezekiel sura ya 36, Ezekiel sura ya 36 mstari wa 26 na wa 27. Amezungumza, Mungu amezungumza kwa habari ya kuondoa moyo wa zamani na kuweka moyo mpya. Ezekiel 36 mstari wa 26 na 27 kuondoa moyo wa...